Dhambi ya kiburi na madhara yake. Mungu anataka kutubariki zaidi ya jinsi tulivyobarikiwa, lakini kuna vitu visipotengenezwa ndani ya maisha yetu, hizo baraka zitatuua. watu wengi walikuwa hawana maisha, Mungu akawapa maisha, lakini baada ya Mungu kuwapa maisha, baada ya Mungu kuwainua zile baraka, yale maisha waliopewa na Mungu, zile baraka walizopewa na Mungu, yale mafanikio waliopewa na Mungu yaliwaua. Aidha wakafa kiroho, au wakafa kiroho na kimwili, au ndoa zao zikafa, au kiroho chao kikafa. na kufundisha ili baraka za Mungu zisikumalize, maana utamalizika baada ya kuolewa na baada ya kuoa anaacha huduma anaacha kila kitu. Hiyo ndio nachozungumza. Kwa hiyo Mungu hawezi kumbariki mtoto wake, alafu mtoto wake huyo huyo zile baraka halafu zikammaliza hapana. Ah, Mungu sio namna hiyo. Mungu anataka akitubariki tuendelee kunyenyekea. Sema amina kama unanielewa. Na niwaambieni kadi, unavyozidi kunyenyekea mbele za Mungu ndivyo Mungu anavyozidi kukuinua. Ukitaka Mungu akuinue pale, endelea kushuka chini. Kadi unavyozidi kushuka chini, Mungu anakuinua. Sasa tatizo la watu wakiinuliwa wanainuka. Sasa wakiinuka, Mungu anakuacha. Kati ya vitu ambavyo vinasababisha mtu ainuke asithamini zile baraka za Mungu ni kiburi. Maana ya kiburi kibiblia ni nini? Kiburi ni nini? Kiburi namba moja ni kuinua nafsi yako juu ya Mungu, yani maana yake ni hali ya kujitegemea badala ya kumtegemea Mungu, kujisifu, kuona wewe unaweza bila Mungu, yaani wewe kwako unaona wewe ndio unaweza, wewe ndio unaweza ukafanya kazi, wewe ndio unaweza ukalima mashamba yako, wewe ndio unaweza ukafanya hichi, wewe ndio umejenga. Yani nyumba uliojenga, kazi ulioifanya, maisha ulionayo, eh, kanisa tulilojenga hili, ni sisi na sio Mungu. Ndio maana ya kiburi, yani unaona wewe ndio ni wewe ndio uliyefanya. Kwa hiyo unakuta mtu badala ya kusema kwamba Mungu ndio aliyenisaidia, ukisikia mtu anasema mimi ndiye niliyefanya haya, jua hiyo ni roho ya kiburi. Yakobo 4:6 Biblia, bibia unasema Mungu huwapinga wenye kiburi lakini wapa wenye unyenyekevu neema. Siku zote unapojiona kwamba maisha yako wewe mwenyewe ndio uliyasababisha akawa hivi jinsi alivyo unasema kama si jitihada zangu, jua hapo kiburi. Na shida ya kiburi iko hivi. Hebu hebu hebu, hebu jiangalie kichogo chako. Umekiona? Nani amekiona kichogo chake? Nani anasema mchungaji, mimi sijakiona? Haya, hebu muangalie mwenzako kichogo chake. Wangapi wameona kichogo cha mwenzake? Kiburi kiko hivi. Kiburi, mtu mwenye kiburi hajioni. Shida ndio hiyo, hajioni. Na wala haezi jua kama ana kiburi. Ila watu wanamuona. <laughs> watu wanaona hapa mm -mm, kuna kiburi. Hiyo ndio shida ya kiburi. Maana ya pili ya kiburi, kiburi ni kuona au ni kujiona, mtu anajitosheleza kuliko wengine. Yaani kiburi kina kinakufanya mtu ajione bora, ajivune na kuwa wadharau wengine. Wewe unajiona bora kuliko wengine, una akili nyingine kuliko wengine, una mafanikio sana kuliko wengine, hicho nacho ni kiburi. Soma Warumi kumi na mbili tatu usijione kuwa bora kuliko inavyopasa. Warumi kumi usijione kuwa bora kuliko inavyopasa. Watu wanaweza wakakutega na mtego. Kuna mtego wa kishetani wanakutega na unaingia, ukiingia umekwisha. Ukiona watu wanakusifia sana, aise, zikimbia hizo sifa, chomoka chomoka kabisa. Na ukiwa ukitaka uwe salamu, mtu wakuambia aise, umejenga kanisa zuri mchungaji, hongera sana, anasema sio mimi, ni Bwana amejenga, ni Mungu ndio amejenga kanisa hili. Aise, hongera bwana, umepata kazi nzuri, yani wewe bwana unafanya kazi vizuri sana. Sio mimi, ni Mungu ndiyo amenisaidia, nafanya kazi vizuri, ni Mungu ndiyo amenisaidia, nafanya hili jambo. Jamani, mina hapo unakuwa salama, unaepuka mtego wa Shetani, kwa sababu pia wanadamu wanaweza wakakusifiasifia zile sifa zikafanya kichwa kinakuwa kikubwa. Namba tatu, kiburi ni nini? Kiburi ni kuto kutii na kukosa unyenyekevu mbele za Mungu. Kuto kutii Mithali kumi na tano, mtu mmoja anifungulie pale. Kiburi ni kuto kutii na kukosa unyenyekevu mbele za Mungu. Kwa namna gani? Wenye kiburi hawapokea ushauri, hawasikii na mara nyingi wako tayari kujitetea kuliko kutubu. Yaani, mtu anaona amefanya kosa, anajua kosa, na watu tajua kabisa amekosea, badala atubu asema jamani nimekosea, nisameheni, anajitetea, anatafuta sababu. Una huna namna yoyote, kama unajigundua umekosea, sema naomba unisamehe jamani, amina, eh? lakini mwenye kiburi hawezi kuomba msamaha. Lakini pia mwenye kiburi hatii, sio mtii, na hii mara nyingi inatupata sana hata sisi viongozi. Unatakiwa si kama kiongozi uwe mtii kwa kiongozi wako ambaye yuko juu yako, popote pale, tuna uongozi kama wewe uko kwenye ndoa yako Biblia nasema, enyi wanawake wa enyi wake watiini waume zenu kama kanisa linavyomtii Kristo. Sasa unakuta watu hawana utii, mtu anaambia usifanye hivi, yeye anafanya kwa makusudi, hiyo ni kiburi.